mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa jina lako tukufu, mola wetu mkamilifu, usiye na mapungufu, sisi waja wako wadhaifu tumekutana mahala hapa, hakika wewe ndiye ambaye utakayetusimamia mwanzo wa shughuli zetu lakini pia utakayetusimamia katikati ya shughuli zetu, na ndiye utakayetusimamia mwisho wa shughuli zetu. Kwa rehema zako na utashi wako na nguvu zako na kwa uwezo wako tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu utujalie kikao hichi aji ya taifa letu, tunakuomba ya Allah kila kwenye uzito utuwekee wepesi, na kuomba ya Allah kila palipofungwa utufungulie. Mwenyezi si Mungu unatambua fika, sisi waja wako, tarehe ishirini na tisa tunakwenda katika tukio kubwa, tukio la kihistoria, lakini pia ni tukio gumu, tukio ambalo amani na usalama ipo katika dhati yako, tunakuomba ya Allah, ujalie salama na amani katika maamuzi yetu, kwani tuna, tuna imani kwamba amani ndio msingi wa haki, amani ndio msingi wa uadilifu, amani ndio msingi wa maendeleo na amani ndio msingi wa demokrasia tunakuomba ya Allah udumishe amani katika jamii yetu, katika mkoa wetu, na katika taifa letu kwa ujumla. Lakini pia wale wote ambao wanakusudia kuivunja na kuiharibu amani ya nchi hii kwa maslahi yao binafsi, tunakuomba ya Allah, wewe ndiye ambaye unayojua nini cha kuwafanya, lakini kwa namna walivyokuja, basi wadui wao na dhamira yao iwarejelee wao wenyewe, wasiweze kufanikisha katika kuvuruga amani ya nchi hii. Tunakuomba haya na kupitia nafasi ya mitume zako ambao wote kwa namna moja walikuja kulingania amani, ili waweze watu kumjua Mwenyezi Mungu na kufanya ibada na shughuli zingine za kimaendeleo. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba utukubalie dua yetu, amin na kingine ningependa kumalizia, samahani kidogo. Sisi tumealikwa hapa saa mbili kamili, na kwa kuzingatia leo pia ni siku ya Ijumaa, baadhi yetu pia tutakwenda kutekeleza ibada ya siku ya Ijumaa. Lakini ratiba inaonyesha kwamba tunamaliza saa nane ni waombe waheshimiwa viongozi ili na sisi tusijihisi kwamba ni watu ambao tunafanyiwa ukatili, basi tuwe tunaangalia pia na siku za kuweza eh, kuyapanga haya ili tuweze kushiriki mwanzo mpaka mwisho. Hii itakuwa ni bora zaidi. Huenda na sisi tukakosa baadhi ya vitu na tukakosa pia kuchangia kutokana na ufinyu wa ratiba ambao unatokana na hii siku ya leo. Natumai hili litalipokea kwa kuwa tunafanya kazi pamoja na litafanyiwa kazi. Asanteni sana. Asante kweli, kiongozi wa dini Dr Haron Sharau, mheshimiwa minrasmi. Baada ya Dr Sharon, mwakilishi wa katibu washii wa mkoa, naomba sasa kwa heshima kubwa nimalike chungaji mchungaji Luka Msinobe kutoka kanisa la Anglikana. Karibu kajua. Asnatuombe, ndugu yetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe uketie katika kiti cha enzi. Tunamshukuru kwanza kwa sababu umetujalia kuwa na afya njema tulipota mali hapa. Naomba Bwana, ilete maombi yetu zako kwa sababu wewe ndio muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Tunakuja kwenye kikao hiki kwa ajili ya mafunzo. Tunawaleta wakufunzi wetu wa Bwana ambao wanakwenda kuleta masomo. Kwa ajili hiyo, uweze kuwajalia neema, wape afya njema lakini na mafunuo, ili tunapotoka mahali hapa, tuweze kuyatekeleza yale ambayo tumeagizwa, lakini wape hekima na furaha na nguvu katika utekelezaji wao. tunaleta Mheshimiwa wetu ambaye anafanya sasa kwa kinyamilo cha uchaguzi, Mheshimiwa Dr. Samia, Rais wetu wa Tanzania. Wewe pamoja naye katika kipindi hiki cha kigumu waya ambacho alikwenda kwenye uchaguzi, wewe kipindi hicho ambacho umekaa katika enzi zako ulijua kwamba kuna utawala katika dunia, na yeye Samia Suluhu Hassan ndiyo mtawala wa dunia hii ukamwezesha ukamahitimisha. Eh, ya bwana lakini ukamjalie adui atakaye kuja kwa njia moja sabatisho kwa njia saba kama alivyosema maandiko matakatifu. Waandishi wake ndio hao ambao Mungu tuko nao mali hapa ambao Bwana wanaposimama kusema, amesema yeye mwenyewe Mungu tengeneza uwepo wako katika mahali popote katika dunia hii lakini

lakini pia na watendaji wa chini hawa wa usalama wote, tunawaweka mikononi mwako Bwana, wakuwa na hekima, wakawalinde watu wako, lakini kamwalinde na rais, ili sisi tunapotoka mahali hapa tujue kwamba tuna nguvu nyingine ambayo Mungu natulinda. Na rais wetu ndio kiongozi wetu, Mungu wetu ndio baba yetu. Namgoa nawaleta sasa wakuwa idara mbalimbali ambao wako mahali hapa, wengine wametoka kokoko katika mkoa wetu Kibondo ukiza uh, Muhigwe Kasuru kwa wote walibwe, waanze nasi wamalize pamoja na sisi wote, kwa usimamizi wako. Tunaomba tukiamini kwa uwezo wa Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amina. Okay, tuseme amen. Naomba tuwape makofi mengi.